Wenzangu, Sabato ilishauruka. Nilikuwa mimi jana nasumbuliwa na mapepo na miaka nyingi sana hapa nilipo, hadi mpaka hapa nilileta na mama mmoja na dada mmoja mwingine anaitwa Hepu, ndiyo walioleta mm, hapa kanisani mm -hmm. Jumaa, nilikuwa jio, kusema ukweli, nilisita kuingia hapa kanisani. Huyu baba akawa ananyemelea nyuma yangu, kwa baadaye mimi nilitamka yuko pale pale, na huyu anaonyemelea mbele yangu ni nani? Sikutaka kujua ni nani sasa, ila kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu nilikanyaga hapa kanisani na pasta akaniombea na siku ya Nilifika hapa kanisani na kaniombea. Jamani mimi nilisumbuka kweli kweli. Na mpaka sasa hivi mm, Mwenyezi Mungu kanifungua na nazidi kumshukuru Mungu na nazidi kumtumikia. Amina. Sasa hivi niko na mwanangu. Mm. Mwanangu alikuwa na shida na dipu. Weka hapo kitumwa ni zele. Sasa lile dipu, ni shereka kila Na baba huyu mtoto akamwambia japo sasa hivi nimesha pasuka lenyewe. Eh! Hebu rudia tena hapo. <todicu> Nani aliona shingo ile? Nani aliona? Mimi niliona. Kwa hiyo, hebu tuambie vizuri, maana hapo ni kazuri yako. Tulipomwombea, ukafika nyumbani, si ndiyo? Nilifika nyumbani nipo nyumbani. mm -hmm. Wakafika pale mama zangu wakaanza kufanya maombi pale nyumbani, tukamaliza waka wakaondoka. Baada ya siku mbili mtoto mm -hmm. jipu li lika, likawa limetumbuka. Kwa kweli nazidi kumshukuru Mungu, ikatumbuka lenyewe. ilikuwa na miaka mingapi? sio kama ilikuwa na miaka, e, e, ilikuwa na miezi kadhaa, e, ikapasuka lenyewe